Zephania Steven Sumaye, mkuu wa wilaya ya Lushoto ninakukabidhi, mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Korogwe, ndugu yangu William Mwakilema, mwenge wa uhuru mwaka 2025 ukiwa salama, unawaka waka, kuna unang'ara, unameremeta. Pia nakukabidhi kwa kimbiza mbio za mwenge wa uhuru kitaifa mwaka 2025 akiwa sita chini ya uongozi wa Comrade Ali Usi pamoja na mratibu wao wote wakiwa wazima na wenye afya njema. Ninakutakia kila laheri katika kuukimbiza mwenge huu katika wilaya yako. Mwenyezi Mungu akusaidie. Mimi William Simoni Mwakilema nakiri kuupokea mwenge huu wa uhuru ukiwa unawaka na meremeta na unang'ara na pia kuwapokea wakimbiza mwenge wa uhuru kitaifa sita, pamoja na mratibu pia na kiongozi wa mio za mwenge kitaifa, ndugu yetu Ismail Ali Muse. Nitaulinda, nitautunza mpaka pale nitakapokabidhi, nitakapokabidhi wilaya ya, ya Muheza. E, Mwenyezi Mungu nisaidie. Haya, tuwapigie makofi waheshimiwa wakuu wa wilaya wa takianeni.